Walikwenda askari kufuatilia baada ya kupata taarifa kifo cha mtu mmoja ambaye alikuwa ni mwanamke ambaye anakadiriwa kuwa na umri wa kati ya miaka kumi na sita hadi kumi na tisa ambaye hajaweza kufahamika majina yake wala makazi yake. Chanzo kikubwa ni mvua hiyo kubwa ambayo ilileta maji mengi kama vile mafuriko ambayo yalimsomba na kuweza kusababisha kifo chake. Kwanza ni kuchukua tahadhari Waangalifu kwa, kwa maana ya sehemu za kupita wakati mvua inanyesha. Ina kwanza, sasa hii vile mvua kubwa kinavyonyesha kupita kwenye mitaro au sehemu ambayo kuna mkondo wa maji ambao unapita kuvuka. Kwa hiyo ni uangalifu tu, kwa sababu ukiangalia, huyu ni binti wa miaka kumi na sita kumi na tisa, inasikitisha kwamba ameweza kupoteza uhai wake. Maji yalipokuja yaliingia ndani yalipoingia ndani yameathiri vitu vyote vya ndani, magodoro yameroana, maana maji mimi ndani yalikuwa yananifika umki unoni, ambayo barabara hii ingepata mtaro ingesaidia kupunguza kasi kubwa ya maji yanayokuja, lakini kwa kuwa mitaro inakuwa hakuna maji ndio maana yanawazidia wananchi. Idara ya ujenzi kufanya ufuatiliaji wa vibali vya ujenzi na maeneo ambayo wananchi wanajenga, changamoto ya Kahama asilimia 75 mm. ni ujenzi holela, asilimia 25 ndio miundombinu. Maeneo yote ambayo yamekutana na changamoto hizi za mvua, tukitoa asilimia 25 ambayo yamesababishwa na miundombinu hafifu au maeneo ambayo hakuna miundombinu sahihi, changamoto ni ujenzi holela. Watu wamejenga kwenye mitaro, watu wamefata matokeo ya maji ambayo ni changamoto. Kwa hiyo kwanza, la kwanza ni tuweze kumitigate. Tutafute njia sahihi ya kupunguza na kuzuia na kumaliza kabisa hii changamoto. Kusiwe na ujenzi kabisa kwenye maeneo ambayo sio sahihi.